Naitwa Benjamin Elikana Lucas. Ni mwanafunzi wa shule ya Bidii Secondary and High School. Nimetoka mkoa huu wa Mwanza, wilaya ya Ilemela. Yes, nasoma combination ya HKL. Shule ya Bidii ni shule nzuri sana kutokana yaki, na performance yake na inajihusisha katika michezo na mazingira yake pia ni mazuri sana. Ndoto yangu cha ja kwanza itaweza kukamilika kwa sababu moja wapo ya kufanya ndoto yangu ikamilike ni kwa sababu ya, kufanye, ya kufanye, kamilike, ufundishaji wa walimu. Ufundishaji wao ni mzuri sana, pia wanatusaidia sana katika masomo yetu, hata pale unaposhindwa, hasa kuna walimu sahihi wanakusaidia unafata ule. Pia kuna vipindi vya asubuhi, kuna vipindi na unafata na kukusaidia muda wote ule, vinatusaidia sana kujifanya revise ya kilichofundishwa mchana. Tukawashauri wazazi ambao watoto wao hawajafika hapa katika shule ya Bidii secondary high school. Nawashauri wawalete watoto wao, maana ni shule nzuri sana, ni bweni, watoto wanakaa mabwenini, wanalala hapa, chakula ni kizuri, elimu inayotolewa ni bora, academic performance pia ni nzuri kwao. Nawashauri sana watoto wao wawalete katika shule hii ya Bidii ili kutimiza ndoto zao.